E, nimejisikia kudhamini hii timu kwa sababu kubwa mbili. Kwanza, nina sapoti watoto wa kike ambao wameamua kuwa mafutibola. Cha pili, mimi ni mwanamichezo, kwa sababu mimi napenda michezo, nimeona ni vyema basi ni wasapoti watoto wetu wa wilaya ya Kahama ambao wameamua kushiriki katika mashindano haya ya kumtafuta mshindi wa wilaya, baadaye mkoa, na ikimpendeza Mungu aende taifa. Kwa hiyo kama mama, kama mbunge, kama mwakilishi wao, nilikuwa sina sababu ya kuacha kuwasapoti watoto wetu wa kike ambao wameamua kuwa wanasoka, ukizingatia michezo ni afya, michezo ni ajira. Kwa hiyo mtoto wa kike unapomuona anajitoa katika masuala mazima ya michezo ni lazima umpe sapoti na ukizingatia hata kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi inaeleza kuhusu swala zima la michezo kiukweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuanza ligi ya wanawake leo tarehe mbili katika viwanja vyetu vya Taifa. Niseme tu ligi hii imeanza vizuri watoto kutosha. Na mbali na hayo tumeona mashabiki wakiwepo timu mbalimbali, wachezaji wa timu zingine hata Kagongwa ameweza kufika japo mechi ilikuwa sio ya kuja kuona, lakini tumeona pia mdhamini wetu amekuja na watu ambao wamekuja kuona, je, wanawake wachezaji mpira wa miguu. Kwa hiyo wamefika vizuri. Ligi hii imeanza saa kumi kamili na mpaka sasa tumepata matokeo ambayo tutayarusha, ambapo Kitwana Princess amepata magoli matatu, lakini Chota Sports Academy inayotokea kule Kagongwa mpata goli moja. Kwa hiyo mpaka sasa tumeona kwamba mashindano yanaenda vizuri. Kesho niwaalike viwanja vya Ilindi shule ya msingi, ambako mechi ya pili itaenda kuchezwa ni, ni kati ya Ilindi Sports Academy na timu ya Kagongwa Queens, wanaenda kuchezea viwanja vya Ilindi saa kumi kamili. Niwaalike watoto wanaopenda mpira waweze kufika kule kwenye viwanja na kujionea mambo mazuri yanayoendelea na jinsi ambavyo kama ina vipaji vya kutosha nitoe pongezi kwa Dr. Christina Mnzava kudhamini ligi hii, kwa maana tunasema ukimsapoti mwanamke basi umsapoti jamii, lakini watoto pia wamepata fursa ya kuonyesha vipaji vyao katika ligi hii. Ah, kwanza niseme katika ligi hii ambayo inaitwa Dr. Christina Mnzava ah, ligi aa, ni ligi ambayo ina ina wakil, inawakilisha kwanza mkoa wetu wa Shinyanga kwa sababu hakuna ligi nyingine ambayo inachezwa ndani ya mkoa wa Shiranga. Kwa hiyo ligi, ligi hii atakayepatikana bingwa kwa maana ndio atawakilisha mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo hii ni fursa kwa watoto ama wanawake kuonyesha vipaji vyao katika mchezo wa mpira miguu, lakini kwenda kuonyesha Uh, katika level ya kitaifa kwa sababu atakayeshinda hapa ndio atawakilisha mkoa, atenda kutana na mabingwa wa mkoa mwingine.